Kijiji cha Mitanga ni kati ya vijiji vinavyounda halmashauri ya wilaya ya Newala, mkoani Mtwara. Imeelezwa kuwa tangu kuanza kwa kijiji hicho hakijawahi kuwepo kwa miundombinu ya maji safi na salama, hatua inayochangia changamoto hizo kwa jamii. Tumepata tabu sana, tunaenda bondeni kule kuchota maji. Akina mama wajawazito, watu wazima wasiojiweza, hawawezi kwenda kule bondeni kurudia mara mbili Msada uliopata tuliopata msaada wa Japani, wakaja wakatuwekea ma, lakini huko bondeni chini kabisa, yani kilomita kama tatu kutoka kijijini ilikuwa inaondokea. Saa zingine tunaenda pale, naenda kwa usafiri wa kichwa, unaenda unashindwa hata kupanda, muda wa masaa manne matatu ujafika kijijini. Tukihitaji maji tunaletewa ndoo moja miatan au plastic, nani, plastiki tano tulikuwa tunapata kwa Akizungumzia hatua za kutatua kero hizo, meneja wa mamlaka ya usambazaji maji vijijini Luasa wilaya ya Newala amesema tayari ujenzi wa mradi wa maji Mitanga Ukombozi wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 153 unaendelea na unatarajia kukamilika mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Oh. Mradi huu wa miundombinu uliojengwa ya bomba ni kilomita 2.7, ujenzi wa kisima ambao umetoswa pampu na vile vile kuna ujenzi wa sola na vile kuna ujenzi wa mnara ambao umebeba tenki ya lita elfu ishirini. Mradi huu una gharimu milioni 153. Mradi huo unaojengwa kwa ushirikiano wa mfadhili St Benedictine Ndanda na serikali, umewekwa jiwe la msingi la ujenzi huo na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu, baada ya ukaguzi na kuridhia kutoka Newala, mkoani Mtwara. Naitwa John Kasembe, Azam News.